Nyingine yenye amani inayoiangazia maisha yao, huku wanadamu na nao wakianza kujiandaa kuelekea kwenye pirikapirika -pirika zao za kila siku za kuhakikisha mkono unakwenda kinywani kwao na kwa familia zao kwa furaha. Maisha yanasonga. Amani inayoiangazia dunia ni tunu adhimu. Huku ikiwa ni bahati iliyoje kuzaliwa katika taifa lililojaa utulivu, upendo, amani, maelewano, haki na usawa kama Tanzania. Ni neema kuishi bila wasiwasi kuhusu heshima zao wala mali zao. Lakini ulishawahi kujiuliza wajibu wa kulinda amani ni wa nani? Jicho la Tatu lina majibu kamili. Kama ulikuwa hujui, basi kumbuka kuwa kila ukaapo, kila utembeapo na kila ulalapo, kuwa jukumu la kulinda amani ni la kila mtu na linaanza na wewe popote pale ulipo. Moja ya hamu kubwa katika maisha ya mwanadamu ni kutafuta amani, na chochote anachokifanya hukifanya ili apate amani na utulivu. Maisha yako ni jukumu lako na wajibu wa kutimiza ndoto zako kwenye taifa lenye amani ni lako. Usikubali kurejeshwa nyuma kwa kushawishiwa na wachache wasiolitakia mema taifa lako, na kila ukaapo kumbuka Ndoto za maisha yako kwenye taifa lenye amani lazima zitimie. Amani ni kitu cha ja thamani na hakuna kiasi chochote cha fedha ambacho kinaweza kununua amani. Jicho la Tatu linawakumbusha Watanzania kuwa wanapaswa kukumbuka kwamba amani tuliyokuwa nayo ni muhimu sana kuliko mali tunazozimiliki au starehe tunazozifanya tulivyorithishwa taifa hili likiwa na lulu hii ya amani, basi tukumbuke kuwa amani hii haikudumu tu yenyewe, ililindwa na kuthaminiwa. Hivyo vijana pia wanapaswa kuilinda kwa kila hali, huku tukiamini kuwa hakuna nchi nyingine ya kwenda isipokuwa Tanzania na Tanzania hii hii yenye amani ndiyo hii hii inayopaswa kurithishwa kwa kizazi kijacho, ikiwa na amani kama tulivyorithishwa na wao. Wote ndoto zao na wazitimize wakiwa na amani, na ni vyema kujifunza kwa nchi ambazo zinapitia katika kipindi kigumu, kwa kuiharibu amani waliokuwa nayo wa wali.